Hai, asante. Baada ya kuangalia video ya pili, ya kwanza, hii ni mwendelezo wetu video ya pili. Kifaa nilichonacho hapa aSc Timetables. Kabla tujaanza kukitumia lazima tujue, tuzipitie features zake na kwa jinsi gani kinafanya kazi na kwa jinsi gani unaweza ukacustomize vitu vyako ambavyo vinapatikana ndani ya aSc Timetable ambayo aSc timetable unaiona kwangu ni full version, kwa hiyo tunaenda kuiangalia hiyo. Haya, sasa tunaenda kuifungua aSc timetables. Okay, this is a a timetable ni kama layout ni ile ile tuliyoiona. Utofauti wake hapa ni kwamba, mfano nikifungua hiyo timetable ambayo nika nishaiandaa hii hapa tuliiona, ila nikienda mfano kwenye print preview, kuna utofauti unatokea. Tutaona kwamba ile watermark haipo tena, ipo tu zile parts ambazo tunazitakiwa kuzifanyia kwa hiyo hii ndo full version, manake ni activated aSc timetable. Sasa mi naomba tutoke, tuende kwenye sehemu tulioanzia. Kwa mtu ambaye hauna hicho kifaa, unaweza kukitafuta online ukakidownload. Sasa tuende moja kwa moja. Hii aSc Timetable functions zake ziko hapa. Hii tutorial, tips of the day, show demo files ambazo ziko hapa. Language kama unataka kuichange, info tech supports zote ziko huko pia tuna upande wa option options zetu ziko hapo. Status bar unataka iwepo au isiwepo, ni hapa chini nimekuandikia ready. Ukitoa maanake status bar unakuwa haipo. Show main toolbar, ukiangalia imeshaondoka, lakini ukisema hii ndo main toolbar kama utaki kwamba ionekane, una uh, uwezo wa ku Kwa itaka toolbar hapa ionekane option, una check toolbar, kwa itakuwa iko fixed. Pia una fonts, unataka utumie fonts za aina gani? Kubwa large font, extra large font. Ni wewe unachagua. Application look, unataka ionekanaje, muundo wa hiki kifaa chako? Mfano white toolbar, sawa. Unataka iwe ni silver toolbar hapa juu, sawa. Je, unataka iwe ni blue toolbar, tunaiona wote hapo alafu maybe nataka iwe ni a black toolbar, toolbar yetu itageuka itakuwa black. Uh, mfano default icons. Icons zako nataka ziwe ni defaults. Au una classic icons ambazo unazitaka mfano hizi hapa kutoka kwenye zile uh, za kwanza tulizoziangalia. Unataka labda ionekane kifaa changu mimi nataka ionekane hivi. uh, ni wewe unaweza kusema color icons nataka ziwe ni color icons. Ni kama hivi umeshaziweka, hii ni we mwenyewe. Jinsi ya line icons unataka ionekane kama hivi, ni wewe tu, this is what we... na lakini nzuri ni default au classic, kwa unaweza kutumia classic kwa sababu eh, like kama kuna mwalimu kama kuna demo online msaada huo create new application, lakini by default tuna hii hapa kifaa chetu, by default kinaonekana hivi. Kwa hiyo utachagua wewe ionekanaje, au unataka iweje, hapo ilikuwa ni option. Lakini pia tukienda kuanza file letu kuna zingine zitakuwa um, uh, automatically eh, enabled tukiendelea kuzi, tu, kuzitumia tuta mfano tunaweza tukaangalia hapa nikiwa na mm, classic icons naweza nikaenda nazo hizo, lakini hizi school customized advanced ni pale ambapo tutaanza kufanya kazi, zitakuwa uh, enabled. Timetable pia itaanza endapo tukaanza kutengeneza timetable yetu, view the same mpaka tuanze kutengeneza specifications the same files hapa unaweza ukatengeneza new file. New file ni kama unavyo create nataka a ni wewe unapotaka, lakini hizi zingine zote zinakuwa, zinakuwa enabled pale ambapo tutakuwa, tunataka kuzitumia au tunapotengeneza timetable yetu, pia kwenye main manake hapa ni main tu. Ukiangalia hapa, lengo letu ni timetable. Kwa tunaangalia subject, classes, class room, teachers, students, yes, seminar. Tunajua kwenye baadhi ya sehemu kuna duration, kuna, kuna timetable yetu name, name, name of the school, kulingana na timetable ulionayo. Pia tunaweza tukaanza sasa uh, wa by, by, default inafunguka ikiwa hivi kwenye options, tuanze tuka create tuka click create new timetable okay. Uki create uh, click create new timetable huwa kuna hivi hizi sessions, kuna uh, tunaita ni wizard, tuna zile windows zetu zitakazofunguka zinafunguka wizard kwa sababu ndio vitu ambavyo vinatusaidia kuweza kutengeneza. Hivi ni vitu vya muhimu sana kutoka kwetu ili tuweze kutengeneza ratiba yetu. Pia kuna baadhi ya logic ambazo zitapatikana humu, inabidi tuzifuatilie kama inavyotakiwa. Endapo tutamis kidogo, basi kuna baadhi ya vitu havitokaa sawa kulingana na mahitaji yetu. Kwa hiyo sisi tuna guide ifanye moja mbili tatu, ila tukimess up kwenye kuiguide, maana yake itatuletea vitu ambavyo hatukuvitarajia. Mfano, name of the school ni jina gani? Itakuwa na display as your school. Kwa hiyo mimi naweza nika Maybe let us try this one, tutende na jina moja labda mtakuja, uh, secondary school mtakuja secondary school academic year ni, mimi naweza nikaamua, je ni academic year in, in, of this form au ni academic year ile tuliyoizoea ya, ya kawaida tu. uh, ile sio finance ni Uh, no more year kama tunavyoweka mfano mwaka kwa e, e, e, uh, form 1 mpaka form 4 inakuwa hivyo, lakini kama ni form 6, it means tutaweka slash hapo, then baada ya hapo, registration name, yache, ni ile registration ndio iliyotumika kwenye aina ya kifaa ile ipo. Uh, uh, periods per day kwa siku moja unataka uwe na vipindi vingapi? Mfano kuna watu uh, tunaanza saa mbili tunamaliza saa nane na nusu vipindi ukivihesabu pale pamoja, ukatoa na break time. Break time ni session na yenyewe, lakini hatuihesabii kwenye vile vipindi vyetu ambavyo ni normal, kwa sababu length yake ni tofauti na vipindi vya kawaida. Kwa hiyo naweza nikasema tuna vipindi vingapi kwa siku? Vipindi kumi yes. Vipindi kumi kwa nini? Nasema vipindi kumi, vipindi kumi pa kuinclude pamoja na ile session ya jioni. Kuna watu jioni mna group discussion, kuna usafi kulingana na bio unavyotaka. Numbers of days, number of days per week kwamba ni siku ngapi unafanya? Malake, tunaweza kufanya tano, ni kweli Jumatatu mpaka Ijumaa ndio siku za kusoma. Kwa hapo kuna bell times and name periods. Ukiweza kudename period Ah, unataka uweke uh, ile bell times kwamba ni muda gani ambapo kunakuwa na shift ya vipindi. Mfano naweza nika click bell time. Hapa tunaweza tukaanza kipindi cha kwanza naweza kufanya, natumia uzoefu uh, wa shule ya kwangu mfano hapa bell time, naweza nika edit, tunaanza saa mbili kamili mpaka saa mbili na dakika arobaini for all classes yes. Uh, bell time hapa naweza sema edit, huwa tunaanza kipindi cha pili, tunaanza saa mbili na dakika 40 mpaka saa tatu na dakika 20. Aha, kipindi cha tatu kipindi cha tatu kipindi cha tatu Tunaanza saa tatu na dakika ishirini mpaka saa nne kamili. Uhum. Kipindi cha nne tunaanza saa nne kamili mpaka saa nne na dakika arobaini. Okay. Halafu kipindi cha tano tunaanza saa nne na dakika arobaini mpaka saa tano na dakika ishirini okay. After that ni break time. Kipindi cha sita kinaanzia saa tano dakika hamsini mpaka saa sita na dakika thelathini. Mm-hmm. Baada ya hapo kipindi cha saba ni saa sita na dakika thelathini mpaka saa saba na dakika kumi Ok, baada ya hapo tunakuwa edit okay. tunakuwa saa saba na dakika kumi mpaka saa saba dakika hamsini. Baada ya hapo tuna kipindi hiki cha tisa chenyewe kinaanza saa saba na dakika hamsini mpaka saa nane na nusu. Baada ya hapo tuna kipindi cha mwisho na cha, cha kumi huwa chenyewe kina lengthi tofauti, kinaanza saa tisa na nusu mpaka saa kumi na kumi na nusu lisali moja. Kwa hiyo hivi ni vipindi vyetu. we have different bells time in different classes? Hapana. this period has different bells? assembly? Hapana, hivi vyote vipindi vyetu ambavyo tunavitumia. Pia tunaweza tukaadi bell time adi break. Break inatumika kabla ya kipindi cha sita. Tunaweza tukaadi hapa name of break, tuseme uh, let's let's write break time break time also, uh, hapa naiandikia hivyo hivyo break time hapa before the sixth lesson uh -huh. break time okay, kwa always kitajiongeza chenyewe katikati hapa, na muda mwingine ambao itakuwepo ni lunch lunch time ambao tunaweza short ina shida to lunch alafu position before the tenth period. mm -hmm. So print out itakuwa lunch time, lunch time. Mm -hmm. Kwa kwao utakuwa usha add bell time yako, uu ni muda wa Then okay. Kwa mpaka hapa tutakuwa tumeshaweza kuset ile page yetu ya kwanza, na kwa sababu tutatumia term moja hakuna haja ya kutengeneza mat term au mat week. ile ni moja tu. Hii ni session ya kwanza na ni wizard ya kwanza, mpaka hapo tutakuwa tumeshamaliza ile wizard namba moja au step namba moja kati ya zile step saba. Baada ya hapo tutakutana kwenye session inayofuata. Asante.